Kwao ukisali na uvumilivu, nao ni mzuri, unaendelea na kazi, unajikuta unaendelea na siku, unaona kama zinaenda haraka. Lakini ukiwa ile umejichukulia kwamba hapa nanyanyasika, ndio unaona kazi ngumu, kazi nyingi haziishi, unatamani kuondoka, ndio wengine wanakuwa hawamalizi mikataba yao. Ndio ajatuambi umesema, kuomba na uvumilivu, ujuzi eh? kuomba uvum..., ah, ujuzi hmm. Ujuzi nimesema, nimepata ujuzi mkubwa kwenye. Umesema vilivyokusaidia ni kuomba, kuomba na uvumilivu, na vengine niliongea mwanzoni. Sawa, lakini si umevitaja hivyo viwili vikubwa. Vikubwa unafikiri ujuzi na hata ukiomba kwenye uvumilivu, kama ujuzi una bosi atakuacha kwenye mafunzo? Nimesema, kwa hiyo ndio uvumilivu, kwa hiyo ndio uvumilivu. Ulitakiwa utaje ujuzi pia. Nilisema mwanzoni ujuzi... mwanzo. Sawa, lakini ulivyomaliza, ulivyomaliza, ulivyomaliza si ndio? E, watu wanashika vya mwisho, maana we umesema okay. Kilichokufanya ukae kazini au kikubwa ni kusali na, mm -hmm. na uvumilivu lakini sio kweli, hata ufunge unakuomba mwaka mzima, kama ujui kupika ujui tu, sindio au sindio, jamani? Hata we ukisema uvumilie bosi wako, unafikiri hata kuvumilia? Hapana. mm -hmm. E, kwa hiyo ujuzi lazima uwe ujuzi ndo nini? Maarifa. Wewe umesema kusali, Biblia inaita ujuzi maarifa. Lazima una maarifa ya kazi za ndani, umeelewa? Kwa hiyo sala sawa, uvumilivu sawa, lakini lazima uwe na maarifa, ujuzi wa hiyo kazi unayoifanya. Usipokuwa nao utoboi, sindio jamani? Vyote vinategemeana, sindio? ndio haya na sio tu kwamba itamsaidia kumaliza mkataba, lakini pia dada ambaye hafanyi majukumu yake kwa kusikiliza maelekezo ya mwajiri. Yani ingekuwa wewe haumsikilizi mwajiri wako, leo hii usingekuwa umeweza kumaliza mkataba. Mada iliyopita tulikuwa tunaongea ni jukumu gani ambalo dada na anakuwa nalo kila siku anapokuwa kazini, tukasema ni kumsikiliza mwajiri wake. Yani ni customer care ya wewe kuwa unawasiliana na mwajiri wako mara kwa mara, kujua anahitaji nini, nini ambacho apende ukifanye. Kwa hiyo naamini katika kufanya kwako kazi pamoja na uvumilivu na sala kama ulivyosema na ujuzi na kila kitu, bado ulikuwa unamsikiliza mwajiri wako, ndio maana ukaweza kumaliza mkataba. Lakini pia kuna kitu kingine kikubwa ambacho kinawasaidia watu wengi kumaliza mkataba ni nidhamu, si ndio? E, ndio maana unaweza kujikuta wewe unafanya kazi yako vizuri, lakini nidhamu huna, na bosi wako akakurudisha hapa kituoni. Ndio maana huwa tuna monitor hivyo vyote viwili, nidhamu yako kazini na utendaji kazi wako unapokuwa kazini, si ndio? Kwa hiyo ni lazima nyie wote mliokuepo hapa mtavumilia. Uh, lakini mimi sipendi sana itumike kuvumilia. Ni kama vile unajua kitu kishaambiwa unakivumilia kivumilia, ni, ni namna nyingine tu ya kupunguza ukali wa manyanyaso, yani ukitaka kupunguza kunyanyaso ndio unaita kuvumilia. Yani sio necessary ili useme kuvumilia, kwa sababu kuvumilia kitu ni kama vile unafanyiwa kitu ambacho sio sawa, lakini kwenye kazi za ndani unafanya majukumu yako ambayo ni ajira. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni nini wewe kuwekeza ujuzi wako na utaalamu na kujifunza na kumsikiliza mwajiri na nidhamu yako na commitment yako kwenye hiyo kazi ili uweze kumaliza mkataba wako. Vingine changamoto za pana pale zinatokea, na ndio maana tupo kama taasisi, huwa mnazi report tunazisolve, si ndio? Eh, lakini kazi za ndani hazivumiliwi, yaani usiondoke hapa ukafikiri unavumiliwa uka, unavumilia ukafanywa kitu kibaya kazini ukasema Rozi alisema tunavumilia ili tuweze kumaliza mkataba, hapana. Kazini unafanya majukumu yako vizuri. Kazini unakuwa na nidhamu sahihi. Kazini unamsikiliza vizuri sana mwajiri wako ili uweze kufanya vizuri kwenye majukumu yako si ndio? Ehe, hey, bado tunaendelea ku, na mimi hivyo jamani, nimejifunza. Yaani kama mnavyonisikiliza na mimi, nasema hayo ndio niliyojifunza mimi. Kwa hiyo na wewe hapo lazima uongee. Kila mmoja hapa atasema amejifunza nini kazini. Karibu. Mimi nilichojifunza kuishi na watu vizuri. Mi ilikuwa si kuishi na watu vizuri jamani, korofi. Lakini nilivyotoka nje ya nyumbani kwetu, nikaja hapa, tukafundishwa nizamu, jinsi ya kuishi na watu vizuri, nikasikiliza hadi sasa hivi, na nakaribia kumaliza mkataba wangu, nanaishi na bosi wangu vizuri tu. Mmesikia jamani, masomo hayo Ee, hey, anakaribia kumaliza mkataba. Umefikisha miezi mingapi? Ana miezi tisa. Hey, tisa. Mitatu tu, three months to go hapo, yani hey, amekaribia sana kumaliza, lakini amejifunza kuishi vizuri na watu. Wadada senta hiyo imemfundisha aya. Ah, we umejifunza nini? Labda kwa kidogo tu ungetuambia kidogo maneno mawili matatu, ndo kukoja huko kuishi vizuri na watu yani... <laughs> kumsikiza bosi wangu anataka nini kuishi na watoto wake vizuri. Kwa hiyo unafanyaje kuishi nao vizuri? Ndio unafanyaje? Kuwasikiliza watoto wanachotaka. Mm -hmm. E, kama wanataka nicheze nao nacheza nao. Uh -huh. Wanataka twende dukani naenda nao. Uh -huh. Mamao hivyo ndio wanavyotaka. Sio vitoto visumbufu hivi. Hapana, sio wasumbufu. Mimi nimeipenda hiyo mkurugenzi. Amesema kuishi na watu vizuri, lakini amenishangaza alivyoelezea kuishi vizuri na watu. Ndio maana kweli mkurugenzi uh, akawa yeye ni mkurugenzi alivyomuuliza kutaka kupata details akasema kwamba anamsikiliza mwajiri wake. Yaani ya kuishi kwake na watu vizuri ni kumsikiliza mwajiri na kucheza na watoto na kuwafanyia vizuri watoto vile ambavyo mama yao anakuwa anafanyaje ama mwajiri wake anakuwa anafanyaje? Anahitaji. Tumeelewa jamani? Eh, hey, kwetu sisi kuishi vizuri na watu ni kufanya vizuri majukumu kwa mwajiri wako, si ndio? Eh, hey, haya. Shimi nilikuwa nakupa wewe. Eh, <laughs> At the center ya familia mm. Mimi nimechojifunza cha kwanza nilipofika hapa, kusema ukweli, nilikuwa na ile tabia kupenda kujua kila kitu, yani kila kitu, yani kila kitu nataka kujua kwamba kimetokea nini, nimekuaje hivi. Lakini baadaye tulipopitia mafundisho mafundisho hapa tukaambiwa kwamba haitaki, yani haitakiwi kwamba upeleleze, yani kwamba ujue kila kitu kinachoendelea katika familia. Au umechopelekwa pale kwa ajili ya nini? Ya kazi tu. Kwa hiyo mimi nimefika katika familia, kwa hiyo ninachojali ni majukumu yangu jinsi nilivyofika pale wamenipokea vizuri kwa tujifunza na vumilia, vinafanya vile bosi wangu anavyotaka, mambo ni mazuri na naishi vizuri. Ndio hivyo tumemsikia jamani, eh? Amejifunza kuzingatia majukumu yake zaidi kuliko ku eh, kujishughulisha na mambo yasiyomuhusu, anaachana na faraga ya eh, kwa mwajiri wake. Tumewafundisha hayo, amesema mwenyewe hapo kwenye Kwenye trainings zetu si ndio? Eh. Karibu Ruth. Wadada Center. Um, kwa upande wangu <laughs> vitu ambavyo nimejifunza pale kazini <laughs> kazini kwanza hapa kazini yaani, nilivyoingia kwenye mradi wetu wa Wadada Center. General. Nilivyoingia hapa um, <laughs> nilipofika hapa nili, nilifika ilikuwa asubuhi nikafika nikakuta watu wanapika nikaenda nikaoga nikarudi. um, <laughs> nakumbuka siku ya kwanza nilikuwa nimekaa, nilikuwa nimeshika simu yangu tayari, akatokea <laughs> akanifokea nikaogopa. <laughs> Niliogopa nikasema eh, kumbe ndio mambo yako hivi, kwa so, sababu ndo nilikuwa nimefika tu nimekaa hivi nimeshika simu naangalia muda, kwani unashika simu wenzio eh, wanafanya kazi eh, nikaogopa. baada mseme <laughs> yote mseme yote. <laughs> E, najua hiyo yaani, najua hao wako wengi sana <laughs> wanao wanaokutwaga na simu wanapokea wao ni wengi, wanararuliwaga mpaka wanasikia wana kama e, au tuondoke, wengine waondoke, wanatorokeaga hapa hapa e, kwa hiyo sema vizuri kwao, baada ya hapo eh, ndo akili kachangamka, nikasema eh, kumbe ndio nishafika kazini hivi, kwa hiyo <laughs> eh. Nikaanza tu kushikana na wenzangu, kutokana na the way nilivyokuwa najituma kufanya kazi hapa. Nilikuwa sikatai nikituma kitu nafanya hivo na <laughs> ndio kwao, baada ya hapo nikapelekwa cover kama tradition huko nikoenda nilifanya nilikuwa, e, nilikuwa nikae wiki moja lakini mimi nikanogewa na kazi nikafanya mwezi <laughs> yeah, ambapo nikaja nika- nikalipwa laki moja, lakini baada ya hapo nikivyorudi huku bosi wangu akawa amenipenda, ko akawa uko tayari mmepangia smart. Kwa hiyo bosi wangu akasema ah, nimempenda siwezi kumwacha, ko akakubali kunilipa smart laki tatu ya yeah. kwa mpaka sasa hivi naendelea vizuri na na karibia kumaliza, niko vizuri, naendelea. Kikubwa ambacho huwa nazingatia ni kufanya vitu vyote ambavyo anavitaka bosi wangu. Huwa sitamani yani eti nifanye kitu najua kabisa hiki kitu kitamkwaza bosi, afu mimi nakifanya mimi. Yani, kiukweli sipendi vile kumwona bosi analalamika, ndio kitu ambacho sikipendi kabisa. Napenda akija akute mambo yake yako sawa kama the way yeye anataka, ehe. Sipendi TV da amekuja ikimbona kiko hivi eh, yani, mimi mwenyewe najisikia vibaya yeah. Sipendi <laughs> Vingine ndio hivo, kuishi na watoto vizuri, kuwakea kuwaonyesha upendo hivo, na na kingine pia bosongo wanajua kupika. Kwa kweli nimejifunza kupika vitu vingi sana sana, fried rice shawama, yani vingi <laughs> vyakula hivi ah, sasa hivi yani <laughs> naweza, nimejifunza sana kwao, ndiyo hivyo. Okay, kwa hiyo ujuzi huo unaupeleka wapi sasa, baada ya kumaliza mkataba? Kwa kweli mimi binafsi napenda kupika, kwa hiyo baada ya kumaliza mkataba na na mpango wangu ambao unaiweka na mimi, mambo yatakuwa vizuri Nitakisha nitapambana, ili next time nikija, nataka nje nichukue dada, sio kufanya kazi uh-uh. nataka nje nichukue dada e? <laughs> <Yeah>. <laughs> I say, we umetisha kabisa. mbona mumpigii makofi jamani eh? hizo ndio ndoto hizo, sio unakuja hapa na we unataka uwe dada. siku zote nyie simnaona mi hapa nina wadada kila kona eh? simnaona wadada wanaokaa hapa? si tunawalipa awa wanaofanya kazi hapa, tuliwapangia kitu, kituoni, sindio Ee hey, hata hawa na walioko ofisini, kwani si wako kwenye ofisi yetu si sindio? si nilikuwa dada wa kazi mm, sasa hivi -hmm. sina ofisi ambayo uko ofisini, ni maajiri wa dada nyumbani, wa dada ndio hivyo. Kwa hiyo usitamani kubaki dada wa kazi milele. Sisi tunaelewana eh? E, kwa hiyo mi nimependa sana hilo, uh, yani nimependa kwa kweli maono yako kwamba ukija hapa wadada center, safari. Nakuja kuchukua dada, dada. Sio tena biashara kurudi kwa ajili ya kazi yes. Big up sana mpigieni makofi mengine. Hizo ndio ndoto za mradi wetu wa dada wa kazi. Hili ni daraja, pita na wewe, nenda kawe bosi sawa, jamani. E, kama madamu wenu hapa nilikuwa dada, lakini sasa hivi amwe boss lady. Hey, ndio hivyo hata kama utaki lakini ukweli ndio huo sindio? Naitwa madam hapa hmm. Hey, Ndio hivyo ha. Aya, memsikia lakini dada Ruth eh? Anasema atakuja na comeback ya, ya, ya kutisha hey. Yani, lazima atarudi wa dada center, lakini atarudi kivingine. Akija hapa ni kumchukua dadake wa kazi. Nadhani na, na, na, na nanafahamu kwamba hatomchukua traditional dada, sindio Ruth? Au unampanga kuja kuchukua dada gani? yaani hata akichukua traditional bado mi namtia moyo kwamba atakuwa amepiga hatua, kwamba hajarudi kuja kuomba kazi, kaja kama bosi. Hicho ndio kikubwa, umeelewa At eh? maisha yaanzii juu, si ndio? hata kama yanaanzia chini. Hata kama ukija kuchukua kuchukua traditional, kwanza kuchukua traditional wa dada center, tayari we uko kwenye level zingine, kwa sababu kuna traditional huko wanalipwa elfu hamsini si sindio? hao wakuagiza vijijini, bado wako kwenye hizo elfu ngapi? lakini ukija wa dada center we ushajitenganisha, yani we uko kwenye daraja la juu, uko kwenye levels sawa. Kwa hiyo utaenda utaanza hiyo daraja la traditional, utaenda smart, utaenda smart professional. Maisha yanaenda ngazi kwa ngazi. Haya, okay, tunaendelea jamani kupata hizi ideas eh. Leo ndio mada yetu kubwa, tunazidi kujifunza kutoka kwenye ambayo wanayasema wenzetu. Amesema yeye eh, anachukizwa sana na kumsikia bosi wake akilalamika hivi, unaweza ukaelewa eh? Yaani huyu ni mtu ambaye anaipenda kazi anayoifanya lakini pia anamjali mwajiri wake. So you can imagine mwajiri e mtu anasema kwamba hataki kabisa kumuona akilalamika. Maana yake ni kwamba anatamani atimize kila kitu ambacho mwajiri wake anataka kitimizwe. Kwa hiyo huyu mtu ni rahisi hata siku akikosea kujirekebisha kwa sababu atakuwa anaona kabisa a, mimi kwa sababu hichi kitu nimekifanya ni kibaya, sitaki kabisa tena nirudie kumkwaza mwajiri wangu, si ndio? Lakini wengine hapa, hata mwajiri wako akikasirika akakufokea, unasema atafoka tu, baadaye maisha mengine yataendelea. Alafu, hiyo itaku comfort na kutengenezea comfort zone ya ajabu, baadaye unashindwa hata kuwa unaweza kujibadilisha na kuweza kufanya yale mambo ambayo mwajiri wako anayapenda. Kwa hiyo tuendelee kuchukua hapo. Hakikisha mwajiri wako alalamiki, alafu wewe upo hapo nyumbani kwake, kwa sababu wewe unampelekea solution. Tunaelewana wadada eh? Eh, bado tunaendelea kusikiliza jamani. Meza hii ya kwanza wameongeongea wengi. Naomba tuhamie hii hapa. Karibu dada. Mimi nilichojifunza ni nidhamu, yaani kumuheshimu bosi. Tuseme bosi wangu mimi alikuwa yani, kitu muulize kwamba anatoka ndio muulize bosi wangu yani, unga umeisha siyo, nini kimeisha Ah. Anakasirika ndo nimejifunza, kwamba kwamba kitu unaanza kumuuliza baada, yaani kabla akijaisha, ndo nilichojifunza mimi. Amesema yeye amejifunza, mimi nadhani kwa mimi nilivyomwelewa ni kwamba amejifunza kuwa pancho na kujua vizuri majukumu yake, kiasi cha kwamba sio mpaka kitu kimeisha, alafu mwajiri wako yuko na yuko bize au hayupo, ndo unaanza kusema, au anahitaji hicho kitu, ndo unasema akipo, kiliisha, niletee tishu hapo hapo jikoni tishu ziliisha, unaweza ukaona ambavyo inakuwa inakwaza eh? Alafu baadaye unakuwa unagombezwa ambayo kimsingi ungeweza kuepuka. Ukiona kuna kitu ambacho kimekaribia kuisha, jamani, unakitolea taarifa, unakiandika, unampatia mwajiri wako, unaenda kuvinunua vingine, au yeye anavileta kulingana na utaratibu ambao utaukuta kwa mwajiri wako. Tunaelewana vizuri ehe? Mwingine hapa tuambie, Kemi nguzo ya familia. Mi kwa kweli napenda kumshukuru Mungu, nimepata bosi mzuri sana. Ni bosi ambaye anapenda kunielekeza vizuri, ni bosi ambaye afoki ukikosea, anakuita anakuelekeza vizuri tu bila hata wasiwasi wasi. lakini mimi mara ya kwanza nafika hapa ni mtu ambaye nilikuwa nishakata tamaa nasema lini nitatimiza ndoto zangu, lini nitakuwa na kitu changu binafsi ambacho ninaweza kushika mimi kama mimi. Lakini nikajipa moyo, nilivyofika hapa nimekaa nimejifunza, nimepewa bosi. Nilivyofika kwa bosi mara ya kwanza, si unajua ukienda kwenye mazingira tofauti unakuwa na presha. Sasa wakati ananielekeza vipi tu akanipa ratiba jinsi ya wiki nzima inavyokwenda, nikawa nasoma, mbona kama sielewi? Sasa mimi waga napendaga kutembea na daftari na kalamu, nikachukua ile daftari nikaandika, ikawa kawaida yangu. Nikiamka asubuhi, si unajua, ukiwa na mambo mengi, stress nyingi, au umechoka, kwa hiyo kuna vitu vingine unasahau. Kila nikiamka asubuhi, lazima niangalie pale kwenye daftari langu kumbe leo natakiwa kufanya kitu fulani. Kwa mpaka sasa nina uwezo wa kupanga ratiba, mimi kama mimi, nina uwezo wa kujiendesha mimi kama mimi. Pia katika mambo ya mapishi, bosi wangu akipika kitu lazima niite, anaambia njoo jikoni, kitu hiki unaanza hiki, unaanza hiki hiki unaanza. Kwa sasa hivi nina uwezo wa kupika chakula sawa, nilikuwa napika kawaida, lakini nimeongezeka zaidi na zaidi hata upande wa usafi sawa. so, nilikuwa najua, lakini kuna mtu mwingine anapenda ufanye usafi hivi, anapenda ufanye usafi hivi. Kwa hiyo anakuwa mabosi tofauti tofauti, na pia kingine ni vizuri kumsikiliza bosi, ni kitu ambacho kinakujengea ujasiri katika kazi zako. Unafanya kazi zako ukiwa huru, ukiwa na ujasiri pia upendo ni kitu cha msingi sana pia, na usikivu pia, na kukubali kurekebishwa bila ubishi. Na pia ukijua kwamba umefanya kosa, umevunja sahani, kikombe, grasi, lazima kwanza, kabla bosi ajaona, wewe unatakiwa uwe mtu wa kwanza kuripoti Ndo kitu ambacho nimejifunza na ndicho kinaendeleza kunipa ujasiri mpaka sasa. Ndo hicho tu.